Kuja kufanya mafunzo haya, kuweza kuhakikisha sasa sio kwamba rufaa hzitakuwepo ila rufaa zitakuwa bora, tutarifaa rufaa ambazo ni bora. Wagonjwa watakwenda kule wakiwa wameshakuwa, wakienda kule wanaenda kupata huduma ambazo ni bingwa bobezi, zile za kibingwa mtakuwa mmefanyaje, mmezimaliza kwenye hili. Kakaangu mkurugenzi, naomba nikushike mkono. Nimefurahi sana kwa kitu unachofanya yaani, umefanya jambo moja kubwa sana, na Mungu akubariki wewe, pamoja na watumishi wengine wamefanya. MOI imeonyesha njia. Hakuna jambo linafurahisha kama kiongozi akaenda mahali halafu akatoa maelekezo yakatekelezwa, na ndio tunatumia rasilimali vizuri za wananchi, kwa sababu nilivyokwenda kufanya ziara pale siku tatu, tulitumia fedha, tulitumia magari tulitumia resource nyingine, halafu tukatoa maelekezo. Imagine na maelekezo hayatekelezwi, ina maana it was wasted of time, it was wasted of other resources. Lakini mkurugenzi kwa kulibeba na kuwaleta hapa wataalamu kufanya hivi, kwa kweli hii inafurahisha sana sana sana. Naomba mimi niendelee kukupongeza sana kwa kazi kubwa ambayo umeifanya hii. Lakini pia kama hii haitoshi, niweze kusema katika ziara ile tuliyofanya, yako mambo mengine ambayo tulikuwa tumeahidi tayari ameweza kufanyiwa kazi. Nilitoa maelekezo pale, tulikuwa tuna tatizo la maji, umelitatua sasa hivi naambiwa tatizo la maji pale, tumeweza kupata lita nyingi sana. Pamoja na vitu vingine, palikuwa na rasimali fedha inahitajika kumaliza ujenzi. Mheshimiwa Rais ametoa nimekupa ile fedha, sio maem, ni pesa ya rais ile. Rais ametoa fedha ile 2.5 bilioni kumaliza lile jengo, ili likahudumie nini, wananchi Ametekeleza, rais ameshatekeleza wajibu wake. Sisi tunachotakiwa ni kutumia ile fedha ili iweze kuwasaidia sasa nani, wale wananchi. Ni matarajio yangu sasa kwamba nimeambiwa katika mikoa hii mafunzo haya ambayo yamefanyika katika hospitali tano za rufaa za mikoa, nimeambiwa jumla ya watumishi mia tatu wamejengewa uwezo na kila hospitali ambayo timu ya MOI imefanya mafunzo imeacha mtaalam mmoja kwa ajili ya kuendelea kutoa mafunzo. Mkurugenzi, ongera tena sana. Hakufundisha tu na kuondoka, lakini amefundisha na anaacha mtaalam, ili aweze kuhakikisha kwamba hawa watu kuendelea kufanya nao. Lakini kubwa ambalo nimelifurahi zaidi ni kwamba nimeambiwa hapa, katika kipindi hiki cha mafunzo, jumla ya wagonjwa wa dharura 80 waliweza kuonwa, na wagonjwa 24 h walifanyiwa upasuaji wa dharura jumla ya rufaa za wagonjwa 67 ambao walipaswa kwenda MOI hazikutolewa kutokana na hakiki ambacho mmekifanya. Hongereni, naomba mjipigie makofi. Taasisi ya mifupa